Na mtazamaji, na watu wanne wamefariki kufuatia mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu katika eneo la Transmara kaunti ya Narok. Nam watu wengine 35 wamelazwa hospitalini wakitibiwa kwa ugonjwa huu. Nam akizungumza wakati wa kutoa vifaa na dawa ili kudhibiti ugonjwa huo, afisa mkuu wa afya kaunti ya Narok Lucy Kashu amesema kuwa ugonjwa huo umeripotiwa katika maeneo ya Transmara magharibi na kusini pamoja na wodi za Shankoi na Lolgorian. Nam, visa vya kwanza viliripotiwa tarehe 29 Septemba katika hospitali ya Transmara West. Nam, serikali ya kaunti inasema imewatuma maafisa nyanjani kwa hamasisho pamoja na kukabiliana na mlipuko huo. Tunaendelea kuhimiza komuniti zetu kwa hizo wodi tatu waendelee kuimarisha afya katika jamii zao kwa kubaki wasafi, wakati wowote wa kunawa mikono na hata wakiwa wagonjwa waweze kwenda hospitali ili waweze kupata matibabu. Uh, kusaidia wale ambao wameadhirika na wako kwa wards, kwa madawa na yale kemikali ambayo yanahitajika kwa usafi.